na kuhusieni pia na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Hakuna jambo lilokuwa bora kwenye kuhusiana zaidi ya uchamungu. Ukisoma Qurani kwa umakini utakuta kuna aya mbalimbali mbali zinaelezea utukufu wa mwanadamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaweka wazi kuwa ameumba viumbe vingi sana lakini mbora wa viumbe hao ni mwanadamu. Ukitazama katika suratu al-Isra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wazi wazi, Bismillahirrahmanirrahim

tukamsakhirishia na kumrahisishia kuwa anaweza kuishi nchi kavu na pia anaweza kuishi hata kwenye maji na akahimili vishindo vilivyopo katika maji. wa razaknahum min altayibat, na humo mmoja anapoishi anapata riziki iliyokuwa nzuri Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na tumemboresha sana, tumemfanya kuwa ni bora sana kuliko viumbe tuliowaumba. Hii aya iko wazi, wanachuoni wanaeleza kuwa ni katika aya inayoonyesha wazi wazi kuwa mwanadamu ni kiumbe bora kuliko viumbe wengine. Lakini pia isitoshe, angalia katika suratu Al-Baqara Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameumba ulimwengu halafu, akaweka utaratibu kwamba msimamizi na wakala mkuu atakayesimamia mambo ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu si mwingine bali ni mwanadamu, pale anaposema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala: wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka ama kumbukeni aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaambia malaika, hakika mimi ni mwenye kujalia katika ardhi kiongozi ambaye ndiye atakayesimamia mambo yote ya ulimwengu na mambo yangu. Wanachuoni wametafsiri kuwa mwanadamu, yeye ndiye kiumbe pekee anayesimamia mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sayari hii ya dunia hata yale mambo ambayo ya kiibada, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amempa na Adam yeye ndiye msimamizi wa mambo hayo, ni kuonyesha tu kuwa mwanadamu ana nafasi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amesema katika suratu Tini baada ya kuapa kusema, watini wa zaitun wa turisinin wa hadha lbaladi lamin laqad khalaqna linsana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili ameapa maeneo ambayo mitume ilifika maeneo yanayolimwa tin na zaitun na akataja na kule mlima wa Sinai halafu katika kujibu na pia akaapa kuhusiana na Makka halafu mwisho akasema lakad khalaqna linsana fi ahsani taqwim, wallahi hakika tumemwumba mwanadamu katika umbo zuri sana, umbo la sawasawa. Kwa hiyo kwa ufupi, aya ziko nyingi zinazoeleza utukufu wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu atujalie ule utukufu ule, tuutekeleze kwa mujibu vile anavyotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wala asituporomoshe tukawa katika wale asfala safilini.

wanachuoni katika kutafsiri moja katika aya hizi hasa ile walaqad karramna bani adam, walisema inahitajika mwanadamu ajue vitu gani ambavyo vinasababisha yeye kawa ni mwanadamu, ama kawa kiumbe aliyokuwa bora. Yani kitu gani kilichomfanya mwanadamu awe bora? mwanachuoni mmoja akatusaidia akasema, yako mambo mengi sana ambayo mwanadamu yamemfanya awe bora kuliko viumbe wengine, lakini yeye akasema hivi vinne ni vikubwa zaidi. Cha kwanza akasema, aliqdu wa nikah, ndoa. La pili akasema, alamal, kazi, yaani watu kuwa wanafanya kazi. Jambo la tatu akasema husnu taamul, kuwa na muamala uliokuwa mwema. Halafu la tatu akasema ikhtiyaru nafsiya, yaani mwanadamu kuwa anakuwa yuko huru kufanya anachotaka, lakini akaamua kufanya kilichokuwa bora, kama vile alivyokuwa leo anaweza akawa muasi, kesho akawa mcha Mungu na Mwenyezi Mungu akamwachia akawa huru tu katika ulimwengu huu, atafanya anavyotaka, lakini ule ubora wake ni pale atakapomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya kulazimishwa, kama vile Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyosema, la ikraha fi din. Ni kuonyesha kuwa utukufu wa mwanadamu upo kwenye uhuru wake. Tukianza na namba moja, al-iqd wa nikah, ndoa Tupo katika hali mbaya sana. Jamii ya Kiislamu nayo imeingia katika mzunguko wa kutokuona umuhimu wa ndoa, na baya zaidi, suala la ndoa ndio jambo kubwa linalotofautisha kati ya wanyama na mwanadamu. Endapo jamii yetu ikiwa inaona kawaida tu watu kuzaana bila ya kufata utaratibu Mtu anamchukua mtoto wa mtu, anaishi naye na anazaa naye watoto, huna tofauti na mnyama wa aina yoyote, kwa sababu utukufu wako upo kwenye ndoa. Jitazame vizuri, kila unavyoishi na unavyotembea, na unaona kawaida, halafu huoni umuhimu wa kuoa. Au jamii yoyote ikawa haioni umuhimu wa kuoa, hakika jamii hiyo inajiporomosha yenyewe.

ambao wana nguvu sawa sawa, basi wakiweza mazingira ya ndoa basi waoe. Na kama watu wanasingizia kwamba shida, maana riziki, maisha magumu, utamchukua mtoto wa mtu, itakuwaje? Soma katika surat An-Nur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukua dhamana, anachukua ahadi, anasema: waozesheni wasiokuwa na wake, wasiokuwa na waume, waozesheni In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli maana kumbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anachukua ahdi kama hali zenu za maisha si nzuri mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala mkioa tu ntawatajirisheni hakuna sababu ya watu kutokuoa eti kwa hoja ya mali kinyume cha hapo maana yake jamii itaharibika na watakuwa watu wanaishi kama wanyama, na hilo sio jambo zuri, tutakuwa tumejiangusha wenyewe. Jambo la pili, alamal, pia katika upande wa kazi, upande wetu sisi Waislamu pia tuna shida sana katika jamii yetu watu kuona umuhimu wa kazi, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesisitiza sana watu wawe wanafanya kazi. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam alisema, ma akala ahadun taaman qat. hali mtu yoyote chakula khairan kilichokuwa bora min an yakula min 'amali yadihi kuliko kula kile chakula ambacho kinatokana na kazi ya mkono wake. Halafu akamtaja Nabii Daud akasema, hakika Nabii Daud alaihi salam alikuwa anakula chakula kinachotokana na kazi ya mkono wake. Lazima tujitahidi kadhiri ya uwezo, kila mmoja wetu ahakiki na aeke mazingira yaliyokuwa mazuri kuhakikisha watu wanafanya kazi, kwa sababu utukufu wa binadamu upo kwenye kazi. Na wanachuoni wanasema sababu ya kutaja sababu hii, al-amal. Lazima watu wafanye kazi, kwa sababu kazi ndiyo sababu inayomfanya mwanadamu awe mtukufu. Wanasema ni nasbu faqari, ni huu uti wa mgongo wa mwanadamu kuwa umenyooshwa, na wanasema hata katika pale wanapotafsiri laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kwamba tumemuumba mwanadamu katika umbo zuri. Wanasema takwim pale ni ule uti wa mgongo kunyooshwa halafu anaweza kupata kilichokuwa cha juu cha kati na cha chini. Maana yake lazima afanye kazi. Hakikisha jamii yako inafanya kazi. Kijana lazima afanye kazi, mtu mzima lazima afanye kazi, labda patokee sababu tu nyingine. Lakini hata kama ukiwa umemaliza kazi zako umestaafu, basi ni muhimu kujitafutia vishughuli vidogo vidogo kuliko kuomba, kwa sababu Uislamu hautaki mwanadamu ajiangushe mwenyewe. La mwisho kwa leo, tumalizie ni husnu taamul, kuwa na muamala uliokuwa mwema. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisoma aya inayosema inna llaha yaamuru bil adl walihsan wa itai dhil qurba wa yanha anil fahshai wal munkar, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameamrisha watu wawe waadilifu watu wawe wanafanya wema, watu wawe wanasaidiana wao kwa wao, na wasifanye mambo maovu. Ni kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka mwanadamu abaki kwenye utukufu wake. Jitazame wewe katika miamala uko vipi? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifika mahala akasema kwamba Waislamu, almuslimu akhul muslim. Al -muslim, al -muslim. Muislamu ndugu yake Muislamu. Halafu akasema kama Muislamu ndugu yake Muislamu, Muislamu asimdhulumu Muislamu mwenzake, Muislamu asimdharau mwenzake Muislamu, amsaidie mwenzake, asiache kumsaidia. Yote hii ni kuonyesha kwamba Uislamu unahitaji sana watu kuwa na miamala mema, utukufu wetu, ikiwa tunafanya tathmini kwamba mwaka umeingia mwaka mpya, jitazame vizuri kwenye suala la ndoa, kwa sababu hapo kuna utukufu wako. Kwenye suala la pili amali, hapo ni kwenye utukufu wako, na suala la tatu ni suala la miamala iliyokuwa mema, na la nne ni ule uhuru wako, unautumiaje uhuru wako? Unautumia kwa vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, au unajiachia unafanya vile utakavyo? Mwenyezi Mungu atujalie.